Happy Sabbath watu wa Mungu. Karibuni tena tunapoangazia anga zingine za kinabii uh, katika hii siku ya leo ya Sabato, na Mungu wa mbinguni aweze kutuongoza tunapoanza uh, kujifunza na kutazama kila ambacho kina ujia ulimwengu huu katika mshtuko, na watu wa Mungu lazima wafahamu na wajiandae kwa ajili ya Kristo. Hivyo tupo kwa ajili ya kujulisha kila mbacho katika ramani za siri za unabii ambacho kinaendelea kutuvuta na kusogeza karibu na mwisho wa dunia ambao kwa kweli umetabiriwa katika vitabu vya Mama White pamoja na Biblia. Hivyo tunaelezwa kwenye kitabu cha Maandiko ya Awali ukurasa wa sitini na saba, Ellen White anazungumza kwamba baadhi yetu tumepata fursa ya kufahamu kweli na kusonga mbele hatua kwa hatua, na kila hatua tuliyochukua ilitupatia nguvu kupiga nyingine, lakini sasa muda karibu umekwisha na yale ambayo tumekuwa tukijifunza kwa miaka mingi tutapaswa kujifunza kwa miezi michache tu, na tutatakiwa kuondoa mengi tuliyojifunza na kujifunza mengine mengi. Eleni White anazungumza wazi ya kwamba muda karibia umekwisha sasa, kwa sababu tunaelekea mwisho wa kufunga kwa historia ya ulimwengu. Na hiki kipindi, wapendwa, itatakiwa kila mmoja wetu akutwe anaelewa, anafahamu imani yake ni ipi. Kila mtu lazima aelewe kile anachokiamini. Je, kimejengwa katika misingi ya Biblia? Lazima tuelewe hivyo, wapendwa. Hivyo tunapoanza tafakari hii ya unabii katika hii siku ya leo, nipende kualika, tunapopiga magoti pamoja na kupata ombi. Karibuni sana wapendwa, basi tuweze kuomba. Tunakushukuru tena Jehova, kwa siku nyingine hii ambayo umetupatia. Ni kweli unatupenda, na ndio maana unatamani kila mmoja aweze kuokolewa kwa sababu ya upendo wako ambao Yehova alikusudia kumtoa kwa mwanao Yesu Kristo. Tunatamani pia tuweze kufahamu kila ambacho tunahitaji tukifanye katika saa hizi za kufunga historia ya ulimwengu. Ombi langu ni kwamba katika siku ya Sabato, Yehova, tutapata burudiko la Sabato, lakini pia Muumbaji wetu, tutapata kutafakari machache ambayo yatatusogeza karibu na uwepo wako katika maisha yetu. Neema yako yatosha. Tuongoze mwanzo kipindi hiki hadi mwisho. Kristo Yesu. Amen. Asante. Tunaangazia uchaguzi wa Papa Leo wa kumi na nne ambaye karibuni hapa amechaguliwa na ina maana gani kinabii? Ina maana gani kinabii? Um, Papa Leo wa kumi na nne amechaguliwa kufuatia kifo cha Papa Francis ambaye alikufa mwezi uliopita. Je, kuchaguliwa kwa Leo wa kumi na nne kuna maana gani hasa kwenye unabii na historia ya Marekani? Kumbuka kwamba ile miaka elfu moja mia nane themanini na nane kulikuwa na tishio la sheria Jumapili, na katika miaka hiyo pia Papa aliyekuwepo aliitwa Leo wa kumi na ngapi? Aliitwa Leo wa kumi na tatu. Na mapapa huwa wakichaguliwa huwa wanachagua jina la papa aliyepita ili kusudi kila ambacho papa aliyepita alikifanya pia naye anakuwa ni kama mwendelezo wa kila ambacho kifanya. Tunakumbuka Papa Francis alichagua jina la Francis wa Asisi ambao kitazama, kazi yake ilikuwa ni nini? ilikuwa reformation. Sawa, movement yake ilikuwa ni church reformation, na tunaona mambo mengi ame reform, hata uh, baraka kwa wapenzi wa jinsia moja hata na mambo mengi sana lakini pia Francis wa Assisi alikuwa zaidi anarejesha ibada, kwa nini? Kwa mama dunia, na pia Papa Francis alikuja akikifanya kile kile. Kwa mfano, alianzisha hata waraka wa Laudato Si, tumeelewana, na Fratelli Tutti ambazo nyaraka zote hizo wapendwa zilikuwa zinautukuza ulimwengu yani zilikuwa zinawarejesha watu kwenye common, kwenye common goal, ambapo tujenge uh, dunia yenye ustawi mmoja, walikuwa na mtukuza mama dunia, na hata hizo nyaraka zote wapendwa zilikuwa zimejengwa kwenye utakatifu ya siku ya kwanza nini, Juma. Je, huyu Papa Leo wa kumi na tatu yeye alikuwa ni papa ina gani? Tazama, Papa Leo wa kumi na tatu walikuwa papa kuanzia mwaka uh, kuanzia mwaka elfu moja mia nane sabini na nane Machi tatu ndo walianza kuwa papa na hadi Julai ishirini elfu moja mia tisa na tatu wakati wa kifo chake. Na katika hiyo miaka 1888 kulikuwa na kitu gani ambacho kwa Waadventista kilikuwa kina wa aleti eh? ambacho kilikuwa kinaonyesha kwamba lolote ilikuwa linatokea ile miaka 1888? Bila shaka tunafahamu ya kwamba Mungu alitoa ujumbe kwa wazee A.T. Jones na Waggoner ujumbe ambao ulikuwa na ujumbe, ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani. Ujumbe ambao ulikuwa na mtransform zambi moja kwa moja wapendwa, wa kuwa na tabia ya Kristo, yaani maisha ya Kristo ndani sawa, ya maisha yake ilikuwa ilikua ina mtransform zambi, kushinda dhambi, kwa sababu wapendwa, hatutaweza kuhubiri kama bado kuna dhambi katika maisha yetu. Wakati wa kilio kikuu, ni lazima watu wa Mungu tukubali kubeba sura na tabia ya Kristo na watu watakapotuona watamtukuza Mungu. Hivyo katika ile miaka elfu moja mia nane themanini na nane kulikuwa na tishio la sheria Jumapili. Kama ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani ka kubalika, watu wa Mungu wangelikuwa wameingia kwenye sheria ya Jumapili na ulimwengu ungeonywa na ungelikuwa mbinguni. Lakini kwa sababu jumbe huu ulikataliwa, wapendwa, Mungu alitoa nafasi nyingine tena alitoa nafasi nyingine tena. Hivyo kwenye ile miaka elfu moja mia nane themanini na nane kulikuwa na tishio la sunday law, na ndipo wakati ambapo huyu Papa Leo wa 13 alikuwa madarakani. Sasa leo Papa Leo wa 14 pia yuko madarakani. Tunajifunza nini kwenye historia ya Marekani? Sikiliza, in 1888, there was a pro, pro, proposed Sunday Law Lest Bill. Also known as Blair Sunday, Introduced in the US Senate this bill aimed to establish a federal Sunday observance prohibiting secular work and entertainment on Sunday on the federal lands and territories the bill was met with opposition particularly from the Seventh-day Adventists who held the Sabbath on Saturday maana yake nini mnamo mwaka 1888 kulikuwa na mswada wa kupumzika wa jumapili uliopendekezwa pia unajulikana kama Blair Sunday Rest bill, uliowasilishwa katika seneti ya Marekani. Mswada huu ulilenga kuanzisha maadhimisho ya Jumapili ya shirikisho inayopiga marufuku kazi ya kimwili na burudani siku ya Jumapili kwenye ardhi za shirikisho na katika maeneo. Mswada huu ulikabiliwa na upinzani hasa kutoka kwa Waadventisti wa Sabato ambao walishikilia Sabato siku ya Jumamosi. Mswada huu ulipingwa, tunafahamu akina at Judas nawago na walipokwenda bunge na kupinga hu mswada. Swali ni kwamba, je, huu wakati pia Mungu ataruhusu sheria ya Jumapili au ataacha sheria ya Jumapili ipitishwe? Kumbuka kuna mambo ambayo, wapendwa, tumekuwa tukijifunza. Cha kwanza, ukomo wa pambano tumeelewana Movement ya Marekani kwenye Sunday law, tunaona kwa haya mambo yote yanakwenda kwa pamoja. Hebu jiulize, ukomo wa pambano tumeona mbn 31, na bado kuna movement ya Sunday law Marekani, ambapo Trump wazi anazungumza wazi ya kwamba anataka kurejesha tena nini, uh, charge wapi, Marekani anataka kwamba Marekani iwe tena play for again, sawa Make America, again. America great again tunafahamu hiki kitu wapendwa sawa ambacho Trump kwa mdomo wake amekisema kwamba anahitaji tena kuondoa separation kati ya church and state msikilize Trump, we're bringing back religion in our country and we're bringing it back quickly and strongly because for America to be a great nation, we must always be

and we're bringing religion back to our country and... Na kama unamsikia mpendwa, na kama ndipo kuna matukio hayo yote ya kwamba uh, uh, ukoma wa pambano unakwenda kukoma 2031 na bado pia tunaona movement ya Sunday law uh, Marekani, na bado tena tunaona kingine ambacho kinaitwa kuchagua kwa huyu Papa, Papa Leo ambapo anaitwa Francis ambapo amechukua jina la Papa Leo wa kumi na tatu ambayo ilikuwa mwaka elfu moja mia nane themanini na nane ndiyo inakwenda pia kuwa katika miaka hii ya karibuni, kwa sababu Mungu wetu wa mbinguni hucheza na limiti. Limiti inakwenda kukoma, kikoma kinakwenda kutokea lazima. Mambo ambayo mpendwa, yalikuwa sasa hayatendeki, yatakwenda kutendeka tena. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wetu wa mbinguni huvumilia sana huvumilia sana husihi sana, na hili ni onyo kwa Waadventista wa Sabato ya kwamba muda tulio nao si wa kawaida. Ni lazima watu wa Mungu waweze kujiandaa waweze kujiandaa. Na kingine ki cha ajabu ni kwamba huyu Papa Leo wa kumi na nne ni papa wa kwanza Marekani, na Trump baada ya kuwa amechaguliwa, huyu Papa Leo wa kumi na nne alifurahi sana, na akasema kwamba anampongeza na anatamani akutane naye. Hebu tazama Trump anachokizungumza. Wapendwa, tuko wakati wa nini? Tuko wakati wa mwisho sana. Tuko wakati wa mwisho sana. Uh, kwa nini? Kwa sababu wanyama wawili mnyama wa kwanza anayetokea uh, baharini na mnyama wa pili anayetokea katika nchi kavu wamekutana pamoja, sasa lolote linaweza kutokea. Jifunze ukomo wa pambano, tumeshaona ambao ni miaka sita duniani hapa. Kingine movement ya Sunday Law Marekani lakini pia hii movement wapendwa ambayo inaendelea leo hii sawa ya Sunday Law katika nchi za Ulaya. Hebu sikiliza anachozungumza Mtume Yohana kwenye Ufunuo 13 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Anasema hivi. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe kumi na vichwa saba. Na juu ya pembe zake ana vilemba kumi. Na juu ya vichwa vyake majina makufuru. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake uh, kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikimsijabia mnyama yule, wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake, nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Unabii una pointi kwenye upapa ambao ndio mnyama wa kwanza. Baada tu ya kuchaguliwa Papa Leo wa kumi na nne, hebu tazama shangwe na vigelegele. Mm. Je, penda, ni nani anayefanana na huyu mnyama wa Ufunuo sura ya kumi na tatu? Na wakati wa uteuzi wake vyombo vyote vya habari vilikuwa Vatican nikitamani kujua ni papa yupi ambaye atachaguliwa tena. Unabii huu unatimia mbele ya macho yetu, mbele ya macho yetu. Unabii huu wapenda, unatimia. Hebu tazama shangwe zilivyokuwa kubwa wakati wa uteuzi wa Papa Leo wa kumi na nne. Watu walitaka wengine kubojikwa na machozi. Huu ni unabii unatimia mbele ya macho yetu, tazama Ndivo hivyo ulimwengu leo uh, una, una, una, una, una desire na utawala wa upapa. Wapendwa, sheria ya jumapili haitaepukwa, sheria ya jumapili haitaepukwa Marekani katika siku zijazo. Note ukomo wa pambano movement ya sunday law Marekani, na bado successor wa papa pia tatu yupo, ambapo ile miaka elfu moja mia nane themanini na nane movement ya Sunday law kulikuwa ambapo Mungu kwa lema zake alitoa ujumbe wa kina wago na huu ujumbe ambao, kama ungekubaliwa, tulikuwa tunaingia kwenye sheria nini ya nyuma pili. Hata sasa Mungu anatamani watu wake walejee tena kwenye masomo ya kuhesabiwa haki kwa imani Yani wamluhusu tu Yesu watawale maisha yao, na waruhusu dhambi zao ziweze kufutwa. Unapomtazama kohani katika chumba cha patakatifu mno, maisha yao yatabadilishwa, watu watabadilishwa, mitazamo itabadilishwa, nguvu zitapatikana, na watu wataingia kumaliza kazi. Ufunuo wa kumi na tatu mstari wa kumi na tano kumi na moja mpaka kumi na tano anazungumza wazi ya kwamba huyu mnyama wa kwanza ambaye ni Papa, watashirikiana mnyama wangapi? Na mnyama wa pili ambao ni Marekani na tayari tumeshuhudia hiyo movement na tayari tumeona ya kwamba mnyama wa kwanza anatokea Marekani, na mnyama wa pili wapi? Marekani, na bunge linaweza kuenda kama joka wakati wote ule, kwa sababu tayari Trump amesharejesha tena nguvu ya dini katika White House. Tunaona tulijifunza somo kwamba hata tayari ameshachagua viongozi wa kamiti ya uhuru wa nini, ya uhuru wa dini pale a, a, a, a, a, a, USA lakini tayari pia ofisi, kuna kium... ofisi ya White House kuna kiongozi eh, ambaye anaongoza haya maswala ya neni, maswala ya dini ambao ni Paula White. Yote haya mpendwa, inadhihirisha kwamba tumefika kwenye wakati ambao the Lord inaweza kutokea. Hivyo Mungu anachokihitaji kwa watu wake ni kipi? Ni kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Kristo. Ufunuo 13:11 na mpaka ui kama hatutojiandaa wapendwa, hii nguvu ya mangamizi ambayo ni kati ya movement ya mnyama wa kwanza na wa pili, wapendwa, itatukuta na wengi tutapokea alama ya mnyama. Funuo 13:11 nasema kwamba kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano mwana kondoo. Pembe mbili mfano mwana kondoo, republic nini na protestant, maana yake separation kati ya church and state.

But whether there's separation or not, you guys are in the White House where you should be, and you're representing our country, and we're bringing religion back to our country. And uh, it's a big deal. Kama hakuna tena separation kati ya church na state, maana yake huyu mnyama au huyu mwanakondoo ambaye ana pembe mbili, pembe zake zitabunjika na atanena tena kama nini? Atanena tena kama nyoka. Sikiliza mpendwa akanena kama joka, naye atumia uwezo wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Mnyama wa kwanza ambaye ni upapa. Kumbe Marekani atatumia uwezo wa mnyama wangapi wa kwanza? Na mnyama wa kwanza anapata wapi nguvu? Anapata nguvu zake kwa joka, naye aifanye dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona mwaka gani? kwanza ule mwaka elfu moja mia tisa ishirini na tisa wakati Benito Mussolini alipoitambua tena Vatikani kama nchi ndani ya nchi, ndipo ambapo jilaha la mnyama huyu lilianza kupona, na tunashuhudia linapona kabisa wakati sheria Jumapili kama ulaisha wa Marekani tena, hapo ndipo jilaha la mauti la huyu mnyama litakuwa limepona. Sikiliza ninavyozungumza, nabii wa Mungu nasema kwamba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 kwa sababu Waadventista na wote ambao watakwenda wata kinyume na serikali hizi ambazo zitataka mnyama wa upapa tena asujudiwe kwa kuruhusu sheria ya Jumapili kutungwa katika bunge la Marekani na nchi zote kufuata mfano wa Marekani. Wale wote ambao watakwenda kinyume watauawa na wengi wao watatiwa katika magereza ya giza. Sikiliza mpendwa, kila ambacho kinaujia ulimwengu huu ni kibaya. Lazima watu wa Mungu waweze kuandaliwa na ujio wake Kristo. Na shuhuda kwa Kanisa, gombo la tano, ukurasa wa mia saba kumi na moja nabii Ellen White anazungumza wazi, anasemaje Ellen White: pana watu wengi, hata miongoni mwa wale ambao walio katika shughuli hiyo ya kutaka itungwe amri ya Jumapili, ambao wamepofushwa macho yao wasiweze kuona matokeo yanayofuata baada ya kitendo hicho kutekelezwa Wengi wapendwa, hawafahamu kile kinachoja ulimwengu, na wajibu wangu mimi na wewe mwadventista ni kueleza watu kwamba kinachokuja ni sheria ya Jumapili. Inakuja kwa haraka sana. Wana wa nuru, wapendwa, tumekuwa kimya sana, tumekuwa kimya sana, ni kana kwamba hatuoni yale yanayokuja. Tunasubiria mpaka sheria ya Jumapili itangazwe, tuambie watu wapi tumefikia? Tutakuwa tumechelewa sana kwao na kwetu sisi, hasa sisi tutakuwa hatujafanya maandalizi ambayo yanapaswa kufanyika katika wakati huu wa amani. nabi anasema kwamba hawaoni ya kwamba wanaupinga, anasema wanaupiga rungu hulu wa dini moja kwa moja. Wengi wafahamu, wako wengi ambao hawajapata kuyaelewa kamwe madai ya sabato ya Biblia na msingi wa uongo ambao amri ya jumapili inafanyaje inaokalia. Kwa hiyo watu wengi, mpendwa, hawafahamu hii misingi hawafahamu msingi wa sabato ya kweli, na hawajui wanachokifanya kwenye kuruhusu uhuru wa dhamiri kuondolewa na Trump. Hawafahamu wanachokifanya. Lazima tuelewe na tufahamu ya kwamba tupo wakati wa mwisho, tuko wakati wa mwisho. Levin Hellard ya 1888 wakati ambapo Ellen White alishuhudia hii movement ya Sunday Law, anazungumza wazi, anasema Ellen White Wanafanya kazi hiyo wakiwa vipofu, hawaoni ya kwamba kama serikali yao ya kiprotestanti ambao ni Amerika inaziachilia mbali kanuni zilizowafanya kuwa taifa hulu linalojitegemea, na kwa njia ya kutunga sheria wanaingia katika katiba, wanaingia katika katiba za nchi, kanuni ambazo zitatangaza uongo wa upapa na madangani ya upapa Watakuwa wanajitumbukiza katika utawala wa hofu wa Roma ya zamani zile ya zama zile. Wapendwa, ndicho kinachotafutwa. Watu hawafahamu kinachoendelea, na watu wataingia kwenye maangamizi tena, kama aliyotendeka wakati wa zama za giza. Kwa lingine Heladi 1888 pia, nabii wa Mungu anazungumza kwamba taifa letu katika vikao vyake vya bunge litakapotunga sheria za kuzibana dhamili za watu haki zao za kidini, liki, likilazimisha utunzaji wa Jumapili na kutumia nguvu ya ukandamizaji dhidi ya wale wanaoitunza sabata ya wa siku ya saba, hapo ndipo sheria ya Mungu kwa makusudi na nia kamili itakuwa imebatilishwa katika nchi yetu, na uasi wa taifa hili utafuatiwa na maangamizi ya taifa hili. Ndicho, wapendwa, kinachoujia ulimwengu, ndicho kinachoujia, kinachoijia Amerika, na kumbuka kwamba Amerika ni kama kiranja wa dunia. Atakachokifanya Amerika, ulimwengu wote pia utakifuata, kwa sababu yeye ni role model wa dunia, na kwa sababu tumeshuhudia kwamba tayari hizi sheria za Jumapili mpendwa, zinatengeneza njia ya kigizani tumeona tayari Marekani nasema hakuna umuhimu wa kuseparate kati ya church na state, na tayari Papa Leo wa kumi na nne anatokea Amerika. Lolote linaweza kutokea, lolote linaweza kutokea katika miaka karibuni. Wito wangu kwako mpendwa ni kwamba tuna wakati mchache sana kufanya maandalizi. Kumbuka mapili, jandawa, wakati sheria ya Jumapili, kama hujajiandaa wakati huu amani, hutaweza kujiandaa. Tujiandae sababu Kristo nakuja tena mara ya pili. Hivyo pendwa, tupate ombi tunapohitimisha somo hili. Kumbuka ilikuwa ni kuangazia unabii uh, uh, unaotimia katika wakati huu. Karibu mpendwa, tunapohitimisha somo hili. Sante Baba kwa uvumilivu wako kwa mwanadamu, utaki mwanadamu aweze kupotea, unahitaji watu waweze kuokolewa. Unapotafakari hizi kweli, zituamshe zituandae na ujio wako Sante, maana Jehova watu wako watamka na kutambua kile kinacho ujio ulimwengu. Jehova, mtazamaji na msikizaji, Jehova msaidie pia naye aweze kuamka. Niamshe mimi, tuamshe sote, waamshe Waadventista, wasilale maana wakati usio plani wa kuamka. Tuliweze kupiga mbigo na kuandaa watu kwa ajili ya ujio wa Kristo. Sante, Mungu wa mbinguni, umesikia maombi yetu na utakuwa tayari kujibu katika sabato hii kwa Kristo Yesu aliye hai. Amen. Watu wa Mungu mbalikiwe sana, mbalikiwe mno. Kumbukeni ya kwamba tunaishi wakati wa hatari sana na lolote linaweza kutokea, na tujiandae waje wigi wa Kristo. Niwatakia sabato njema. Mungu awabariki sana.